Katika karne ya 19 na 20 China haikuwa taifa la kutisha kama leo hii. Lilikuwa taifa maskini lililovamiwa, kudhalilishwa na kugawanywa vipande vipande kama keki na mataifa ya magharibi. Wakati wa Waingereza walipoileta mihadarati ya opiamu, vijana wa Kichina walikuwa kiangamia kwa maelfu. Uchina ukapigana vita lakini kashindwa. Koloni kwa jina lakini utumwa kwa vitendo. Wazungu walikuwa wanaishi ndani ya China lakini kwa sheria zao si za Kichina. Taifa zima likawa limeporwa heshima yake. Na kilichofuata yalikuwa ni machafuko mabaya. Vita vya wenyewe kwa wenyewe, ukame na njaa vikaipiga China, na kwa wengi China ilionekana imezikwa kabisa. Lakini wakiwa ndani ya giza hilo mwanga mdogo wa matumaini ulianza kuwaka. Mwaka 1949 historia ilibadilika. Chama cha Kikomunisti cha China kikiongozwa na Mao Zedong kilishinda vita vya wenyewe kwa wenyewe dhidi ya serikali ya nationalist na kutangaza kuanzishwa kwa jamhuri ya watu wa China. Mao Zedong alisema, China imesimama tena. Mamilioni ya Wachina walishangilia, lakini kilichofuata hakikuwa kipindi cha raha. Kilikuwa ni kipindi kigumu zaidi. Mao alianzisha sera ya Great Leap Forward, jaribio la kulazimisha maendeleo ya haraka ya kiviwanda na kilimo. Lakini mipango hiyo ilivurugika vibaya. Njaa ikatanda, mamilioni ya Wachina wakapoteza maisha yao. China ikajifunza kwa vitendo kwamba mapenzi na uzalendo kwa nchi bila maarifa ni hatari. Basi bwana, baada ya kifo cha Mao Zedong akatokea mtu aliyegeuza historia bila kupiga kelele nyingi. Ni Deng Xiaoping, mzee mwenye sauti nyembamba tulivu, lakini mwenye fikra za mapinduzi akasema, haijalishi paka ni mweusi au mweupe, ili mradi anakamata panya. Akaanzisha mabadiliko ya kiuchumi kwa siri, akaanzisha sera ya open door policy. Biashara zikafunguliwa, wawekezaji wakaruhusiwa, wawekezaji wa kigeni wakaruhusiwa na miji maalumu ya kiuchumi ikajengwa kama Shenzhen. Deng na timu yake hawakuishia hapo, waliwapeleka maelfu ya vijana Ulaya na Marekani, wakasema nendeni, mkajifunze kila kitu, kuanzia sayansi, biashara teknolojia na uongozi halafu mrudi nyumbani. Na waliporudi China haikuwaruhusu kufanya mambo kienyeji. Serikali ilisimamia kila kitu, wakatenga maeneo maalumu ya kiuchumi, wakawawezesha vijana hao, wakaanzisha viwanda, huku kijiji kimoja kikizalisha viatu, kingine vikombe, cha tatu simu na bidhaa za bei rahisi kutoka China zikaanza kusambaa duniani kote. Lakini wakaja kugundua kwamba bei rahisi tu haitoshi kiushindani sokoni, wakaamua kufanya vitu kwa ubunifu. Mara pap, wakaanza kuzalisha simu bora, magari, treni za umeme, hadi teknolojia za kivita. Na leo China inatengeneza roketi ina kampuni kama Huawei, ina treni za kasi zaidi duniani na inatoa mikopo kwa mataifa 140 kwa kutumia benki yake ya Exim na mpango wa Belt and Road Initiative. China walifikaje hapo? Kwanza ni lazima utambue kwamba China ina mipango ya nchi ya muda mrefu. Kwa mfano kuanzia miaka 50 kwa kwenda mbele. Siasa zao hazitegemei uchaguzi wa miaka mitano mitano. Viongozi wao wanapimwa kwa matokeo na sio kwa ushawishi wa kisiasa majukwani. Lakini pia hawana siasa za kupendeleana au kuvuruga mipango ya kitaifa kwa sababu binafsi za viongozi, na mtu yeyote yule akitokea kuhujumu maendeleo ya taifa hatua kali zinachukuliwa mara moja. Rushwa ilikuwa ni kosa kubwa. Watumishi wa umma walihukumiwa live kama hawakuwa waadilifu, bila kupepesa macho. Jeshi la China PLA likaanza kufanya maboresho ya kisasa kiutendaji. Wakajenga makombora ya kisasa, ndege zisizoonekana kwa rada, satelaiti na programu za akili bandia. Leo hii China imejenga mtandao wa reli ya kasi zaidi duniani yenye zaidi ya kilomita elfu thelathini. Walifika hapo kwa sababu waliamua kujitegemea kifikra, hawakufuata kila maagizo ya IMF au World Bank. Kubwa zaidi ni waliokumbatia utambulisho wao wa kitaifa. Hawakupoteza mila zao, lugha wala historia zao halisi. Leo hii viongozi wetu wa kiafrika bado wana nafasi, lakini wengi wanasubiri kuambiwa nini cha kufanya kutoka mataifa ya magharibi. Ikiwa tutajifunza kutoka China, tunaweza kuandika historia mpya, kwa sababu taifa linajengwa kwa maono, nidhamu na kujitoa, si kwa misaada yenye masharti kutoka magharibi lakini pia taifa linaamka na kusimama linapotaka au kuwa na dhamira ya kujitegemea lenyewe. Je, nchi zetu za Kiafrika bado tumelala usingizi wa pono au tumeanza kuchangamkia ndoto za kujitegemea kiuchumi duniani? Niandikie maoni yako hapo chini. Zaidi ya yote, soma kitabu changu cha Jicho la Gengiskan. Siri za ujasusi wa Wamongolia ulioitikisa dunia na funzo kwa karne ya 21. Kitabu hiki kwa sasa kinapatikana kwa soft copy. Unalipia shilingi 9999 tu. Kwenda Mpesa namba anza na alama kujumlisha 255755448591 au CRDB 0152 492118400 majina ni ananias kitage baada ya malipo tuma ujumbe whatsapp kwa namba hizi anza na alama na kujumlisha 255 755448591 utatumiwa kwa njia ya whatsapp au email mimi naitwa ananias edgar